Leo nataka tuzungumzie kuhusu vyumba katika flow, katika flow. Ah, it? Labda hii historia ya vyumba ni kupe hadithi mbili. Okay. Hadithi ya kwanza ni mtoto, um, wangu, mm -hmm. Anaitwa Madiba. Madiba wakati nampeleka shule. Madiba amesoma shule ya ya serikali. Shule za serikali, uh, kwa wakati napeleka shule akiwa bado yuko darasa la kwanza kila nikimpeleka akiwa namshusha na mshusha, anaingia pale shule nampatia pesa tano. Tano, mia, zile. Zile. Zile. Chet, na ya shule mpaka shilingi 500 kwa siku ile kana nimempa 500 lakini shilingi 100 zile za change tu naita ndipo kwa nampatia ile pesa. Madiba akaanza kusubiri kwanza, usiwashe gari nisubirie, kama utafanya nini. Kaona anavua viatu kiatu kimoja, alafu akatoa soksi yake akaweka zile Change, chenji yeah. Kwenye mm. socks. <laughs> Nikamwambia kwa nini unaweka hela kwenye kwenye socks? Nikamwambia ruhusu kwenye kwenye kwenye, kwenye begi lako. Akasema nikiwa kwenye begi au kwenye mfuko wa sketi. Naweza kupotea hapo kwenye begi, naogopa nitaibiwa. Mm. Kwa hiyo ili niweze kuwa salama, naziweka kwenye socks kwa sababu mtu hawezi kuja kunivua socks. Unajua kwa nini malipo amefanya hivyo? Pengine hakujua uh, kama shule anayosoma kuna watoto ambao wanadokoa wadokozi wa wenzao. mm. na Madiba anawakilisha mtoto mdogo, anapokuwa anazaliwa, mtu yote anapozaliwa ndani ya moyo wake kunakuwa hakuna software imekuwa installi. mm. Kwa, kwa maana ya maisha ni kama vile mtu ambaye ametengeneza holi kubwa, unaona ile kama holi Hmm. au ukumbi mkubwa hauna vyumba halafu hmm, kadri unavyokuwa unaanza kutengeneza vyumba kulingana na life experience unazozipitia kwao. So, so, Madiba alitengeneza chumba cha namna gani? Naweza nikawaamini watu wengine? Kwa mfano, unaweza kawa unakopesha watu, kwa hiyo kama huna uzoefu kwenye kukopesha, unamwamini kila mtu. Baadaye ukiweza kukopesha, ukiona watu hawakurudishii pesa yako, pengine wanakupa sababu nzuri, unaweza kutengeneza chumba cha pengine watu sio waaminifu.